Mtazamaji wa Ayo TV na Millard Ayo, kuna msemo usemao usilolijua ni sawa na usiku wa giza. Unaweza ukaona mtu anaendesha gari, anamiliki nyumba, anafanya biashara kubwa, lakini usifahamu ni vipi ameweza kumiliki vitu hivyo. Twende tukamsikie mama Mpalley, yeye ana kisa kizuri cha kutuelezea kuhusu historia yake ya maisha, ambaye kwa sasa ni mmoja kati ya wafanyabiashara wakubwa wa, wa bidhaa za nafaka. Historia yake imeanzia mbali, alishawahi kunusurika kubakwa na bosi wake, lakini pia akitokea katika familia ya kichungaji, huku akiwa amepata ujauzito akiwa mwanafunzi wa kidato cha nne. Yaani mimi naweza nikasema ni mmoja ya waathirika wa mimba za utotoni. Nilipata mimba ya kwanza nikiwa kidato cha nne, japo niliweza kufanya ule mtihani lakini jamii iliyonizunguka familia, marafiki, yani walikuwa wamenitenga kwa namna fulani, kwa hiyo nikakosa msaada. Kwa hiyo wenzangu walipokuwa wanaanza na sikuweza kufanya vizuri ile form 4 wenzangu walipokuwa wanaanza form 5 mimi nikaweko nyumbani ninalea. Baada ya muda kidogo, kaka angu mkubwa akamenitafutia shule nyingine iko Kisumu St Andrews. Nikaenda kule lakini yule mtu alionipa mimba akanifuata tena mpaka kule. Kwa hiyo napo nikaharibu masomo, nikapata mimba ya mtoto wa pili, hiyo mwaka elfu mbili na moja. Kwa hiyo, ndoto yangu ya kusoma ikashia pale. Kwa hiyo jinsi nilivyorudi nyumbani na watu walivyonipokea ikawa ni afadhali hata nilivyopata mimba ile ya mtoto wa kwanza kwa hiyo nikawa nimetengwa, hakuna anaweza kuniambia kitu, labda nikamweleza kitu akakielewa, yaani ikawa sasa ni mtu tu naangaika, nasubiri ugali mama apike mimi nile siku ziende. kwa hiyo kile kitu ikawa kwangu kinanipa wakati mgumu, kwa sababu nilikuwa bado mdogo na yule mtu aliyenizalisha wale watoto akawa amekata mawasiliano na mimi kwa sababu yeye alikuwa anataka tuendelee kwenye mahusiano, mimi ndio akili imekuja kwamba hapa nimechezea maisha kwa kutoka nina mimba ya mtoto wa pili. Niliposema basi na nikarudi nyumbani, nikamwomba mamangu msamaha. Kwa hiyo nikavunja moja kwa moja yale mahusiano mpaka leo. Kwa hiyo baada ya pale kuka, kuna rafiki yangu yuko huko Dar es Salaam, akawa ameniita, nikaa nimekuja, akaniambia watoto wako nyumbani na mama, kwa sababu nilikuwa mdogo, kwa hiyo hata kuangalia watoto nilikuwa siwezi. Kwa hiyo mimi nilikuwa naenda kucheza, wale watoto nawaacha na mama, nilikuwa na miaka kumi na tisa. Kwa hiyo yule rafiki yangu alivyoniita huku nikaa, nimekuja alikuwa ameolewa, kaniambia Mpalley, kuna kazi mtu anatafuta mtu akumfanyia kazi, yuko Mwanza, nani ni muhindi, kuna mdogo wangu yuko huko anafanya kwa ndugu yake, na huyo muhindi mwingine naye anataka mfanya kazi kwa hiyo mimi nikaenda Mwanza kwenda kufanya kazi za ndani. Kwa hiyo nilifanya kazi ile kidogo, na ya ndani kwa muda mrefu kidogo karibu mwaka mmoja na miezi nane. Baada ya pale, ikatokea tu siku yule bosi wangu akawa anataka kunibaka. Akili ya kumshtaki kwanza ilikuwa haipo kwa sababu alikuwa na duka chini, nyumba iko juu. Kwa hiyo kile kitendo kilikuwa kinafanyika juu ambapo familia yake iko chini, hawaelewi kitu chochote. Kwa hiyo ile mimi nilivyotaka kupiga kelele yule Muhindi akawa ameshtuka yani, kwamba huyu anataka kuniharibia labda aidha familia yangu au heshima yangu. Kwa hiyo akawa ananipa hela yani ili nisiendelee kusema. Kwa hiyo kila akinipa, mimi nawaambia hapana, nataka nipige kelele kwa yule baba. Akawa anaongeza zikafika laki moja na themanini kwa wakati huo mi kwangu ilikuwa ni pesa nyingi. Nilipoona ile laki moja na themanini nikachukua laki na themanini, nikachukua begi langu nikachapa lapa. Baada ya pale, nakumbuka nilitafuta chumba maeneo ya Kitangiri, nikapata chumba changu cha udongo, nikaanza pale maisha uzuri. Katika ile nyumba niliyopanga, kuna mama alikuwa anafanya biashara ya samaki, anawatoa Mwaloni, anawaleta maeneo ya Kitangiri kwa hiyo nami nikaanza ile biashara, tukaa tunafanya wote, tunaenda mwaloni tunaleta samaki. Baadae biashara ilikuwa nzuri, ikafika kipindi tunatoa samaki Mwanza tunapeleka Arusha, tunatoa Mwanza tunapeleka Arusha. Kwa hiyo ile biashara ikakua kwa kweli kwa kiasi kikubwa tu. Baadaye mimi nikaona sasa Mwanza kwangu imekuwa mbali na nyumbani kwetu Mbeya, Nikasema mimi nataka niwe naishi Arusha hapa, hata jirani mama yangu kumuona na ndugu zangu wengine walikuwa kwa Arusha. Kwa hiyo nikahamia Arusha, nikafungua kaduka kanguo Arusha na kwenye, nikakutana na changamoto katika mahusiano, nikajikuta duka limefilisika. Kwa hiyo nikarudi tena kwenye sifuri, asa niendelee kufanya nini Arusha? na kilichokuwa kinaniweka ni lile duka na mtu ambaye niliyokuwa namtegemea, sasa kipindi hicho nimeanzisha mahusiano naye hanitaki tena, ni kwamba anataka kuoa. Kwa hiyo nikajikuta tu napachukia pale Arusha, nikarudi Dar es Salaam. Kwa hiyo nikarudi Dar es Salaam, napokuja kuomba tena msaada kwa dada yangu na kaka yangu kwamba jamani, mi maisha yamenipiga ya, mimi nataka nirudi shule kwa hiyo napo ikawa sio rahisi, napo kuendelea kunisikiliza kwa sababu labda ile miaka ambayo nilipotelea huko Mwanza e, waliona hakuna nilichofanya. Rafiki yangu yule yule alionifanya mimi niende Mwanza akaniambia, Mpalley kuna chumba kiko Mbagala. Nenda kakae, ukituliza akili utajua kitu cha kufanya. Kwa hiyo nikapata chumba Mbagala, maeneo ya maji matitu. Tukawa tunaishi naishi pale kipindi hicho bado sijamchukua mtoto wangu naishi pale, nilikuwa nafanya vibiashara vidogo yaani ile kujitafutia tu mkate wa kila siku, lakini kuna siku ninatoka Sinza kwa kaka yangu, niko kwenye daladala, wakao wamepanda wadada wawili wanaongelea habari za ubuyu. Kwa hiyo mimi ikabidi niwasikilize mazungumzo yao, na safari yangu ilikuwa inaishia Manzese, lakini nilijikuta naenda nao mpaka Kaliako. Mwisho wa safari nikawa na yule, mmoja, e, hivyo, na, kwa hiyo, naongea na yule dada mmoja kwamba mimi nimekupenda hivyo, akanipa namba yake ya simu. Kwa hiyo mahusiano yangu na yule dada yakaanzia hapo. Kwa hiyo kila siku nilikuwa namchokoza, namsalimia ili mnadi tu niweze kupata nafasi ya kumuuliza habari za ubuyu. Kweli siku hiyo nikamuomba nimuone akakubali, nikaenda ofisini kwake. Nilivyofika ofisini kwake nikamuuliza habari ya ubuyu, lakini akasema yeye anafanya pamoja na yule rafiki yake, kwa hiyo mpaka awaulize. Mimi nikakataa nikasema mimi nataka tufanye na wewe, kweli akakubali, tukapanga siku ya kwenda kununua ubuyu, na mimi nia ya yangu ilikuwa yani nataka nijue huo ubuyu unanunuliwa wapi na wanauuzaje, hilo tu. Na kweli siku ilivyofika tukaenda Magomeni kwa Mwarabu tukanunua ubuyu, tulinua ubuyu wa shilingi elfu tatu. Supermarket ya kwanza kuingia ilikuwa ni City Market. Iko Samora, ilikuwa Samora Avenue. tukapeleka ule ubuyu tukapata elfu ishirini na nne. Lakini tabia yangu na yeye katika ile wiki ambayo tulikuwa pamoja nikaona haziendani, kwa hiyo tukaachana naye pale tukagawana ile hela na mimi ndio mwanzo wangu wa kuanza biashara yangu ya ubuyu ilipoanzia. Kingine tungehitaji kufahamu ni biashara gani ama bidhaa zipi ambazo umekuwa ukizitengeneza katika eneo lako hili kwa sasa hivi? Nina bidhaa 24 na zote ziko sokoni na zote zinafanya vizuri nina ufuta natengeneza kashata, natengeneza unga wa lishe, natengeneza unga wa dona, natengeneza pinati bata, tunakausha mboga za majani kama matembele, kisamvu, majani ya kunde, tunakausha zabibu, tunatengeneza visheti, tunatengeneza miguu ya kuku, ambayo ile miguu ya kuku tunaikausha, tunaipaki, inauzwa yani tayari mtu kwa kula na. Je, wateja wako naowapata ni wa ndani ya nchi ama nje ya nchi pia? kwa sasa napata wateja mpaka nje ya nchi, tuchukulie kama Kenya. Kenya niliweza kupata masoko kupitia kipindi cha uchumi na Nakumat. lakini kuna wateja ninaowapata wanaokula bidhaa zetu kama wa Zambia na wa Kongo. ila Kongo ndo tuna wateja wengi zaidi kwa sababu wanachukua ufuta na kashata kwa wingi tofauti na Zambia. Ila katika nchi za hapa jirani Kongo ndo nadhani inauza vizuri zaidi. na pia tungehitaji kujua idadi ya wafanyakazi ulionao na fursa za ajira ambazo umeshazitoa hadi sasa? Hapa mimi nimetoa ajira kwa wakinamama wengi, alafu ofisi yangu zamani, miaka kama mitatu nyuma, nilikuwa na dili na wakinamama peke yake lakini baada ya pale nikaanza kuchukua na vijana. Kwa hiyo nimetoa ajira za saizi, nina wafanyakazi kumi na tatu mpaka sasa. Nina hii ofisi ambayo ndo kama ofisi kuu, nina mashine ya kusaga na kukoboa, alafu nina bekari ya keki. Kwa hiyo nimetoa ajira tu za kutosha. kwa shughuli unazozifanya hizi, labda pengine riski ama kipato kinaweza kuingia na je, kinakuwezesha labda kusomesha watoto wako na wanasoma katika shule gani? Namshukuru Mungu, siwezi nikasema sina kipato kwa sababu nimeweza kusomesha watoto wangu, au wawili tena, huyu wa, wa kwanza afadhali, alisoma Lumumba Primary, wa pili amesoma academy toka darasa la kwanza mpaka la saba, na namlipia shule ya zaidi ya milioni nne Lilian Kibu na yuko form 4 sasa hivi na yule mkubwa yuko chuo kikuu Mzumbe University. Kutokana na changamoto hizi ambazo umezipitia, labda pengine unaweza kutoa ushauri gani kwa wanawake wenzako? Lakini sio wanawake tu, hata wanaume pia nadhani nawausu, hasa kutokana na changamoto ambazo umeweza kupitia. Mimi ninachoweza kuwashauri wanawake wenzangu, kwanza, unapopata changamoto, kaa chini ujitafakari wewe mwenyewe, usitafute mchawi wa matatizo yako. Mchawi wa kwanza ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo wewe kama wewe, anza kujitoa kasoro. Kwa hiyo ni wanawake, unapopata changamoto ni kutuliza tu akili na kumshirikisha Mungu matatizo yako, basi lazima uvuke kwenye hizo changamoto. Baada ya kutuelezea haya na Watanzania kuyafahamu, tungehitaji kusikia kutoka kwako una mkakati gani sasa wa kuendeleza shughuli zako hizo unazozifanya baada ya kupitia changamoto mbalimbali mbali ambazo umeweza kutueleza na Watanzania kuzisikia? Uh, mimi kama Funguka Spices mipango mm, yangu labda mkakati wangu au ndoto zangu sana, ninataka niwe na kiwanda kikubwa kama Azam kwa hiyo kila siku ninakaa chini nafikiria ni, na nirekebishe wapi nifanye vipi. Mtazamaji wa Ayo TV na Millard Ayo, kama tulivyoweza kumsikia Mama Mpalley kuhusu kisa cha maisha yake kutokea hapa maeneo ya Mbezi Luis. Kwa update na serikali kama hizi endelea kukaa karibu na mitandao yetu, kwenye website yetu kwa jina la millardayo.com, lakini kwenye YouTube channel yetu kwa jina la millardayo. Pia usikose kufuatilia akaunti zetu za Facebook, Twitter na Instagram kwa jina moja tu la millardayo. Ripota kwa nguvu hapa Mika Ndaba.